Arusha, Tanzania. Mhandisi Denis Mtemi kutoka Kampuni ya China Railway Construction Engineering Group Limited CRCEG ameendelea na jukumu la kusimamia muundo wa uwanja mpya wa michezo wa Arusha pamoja na usanifishaji wa maonekano wa kisasa wa uwanja huo. Uwanja huo unaotarajiwa kuwa miongoni mwa viwanja vya kisasa nchini unajengwa kwa viwango vya kimataifa ukiwa na miundombinu ya kisasa itakayowezesha kufanyika kwa michezo mbalimbali mbali na matukio ya kitaifa na kimataifa. Mhandisi Mtemi amesisitiza kuwa usanifu unaolenga kuongeza uwezo wa watazamaji, usalama pamoja na mandhari ya kuvutia ndiyo kipaumbele kikuu katika utekelezaji wa mradi huo. Moja kati ya matakwa ya, ya mwajiri ilikuwa ni kujenga uwanja ambao utahifadhi tunu za kitaifa. Sasa sisi tukalichukua hilo very seriously katika ku tukatengeneza timu ya madizaina ambao tulifanya research kulingana na eneo uwanja unajengwa. Tukaona eneo letu liko katika mji wa, wa kitalii lakini pia eneo letu liko karibu na mlima Kilimanjaro. Tukasema paa letu la uwanja lichukue ama liakisi mwonekano wa mlima Kilimanjaro. Na mlima Kilimanjaro kwa AKA ama jina lingine linajulikana kama The Roof of Africa. Kwa hiyo paa la uh, pala uwanja likawa inspired na mwonekano wa mlima Kilimanjaro, hiyo ikawa ni moja. Lakini mbili, tukaangalia madini ambayo yanapatikana ama yanayotupa sifa wa Tanzania ni Tanzanite na diamond na madini mengine. Kwa hiyo tukaangalia lile dini la Tanzanite, ukishalichukua likishakuwa refined kuna muonekano wake uh, linatoa sasa katika envelope ama bahasha ya uwanja wetu, maanake ni kuta zinazoonekana katika levo ya macho. Fasadi hiyo ikawa inspired na muonekano wa madini ya Tanzanite na diamond, hiyo nayo ni tunu ya taifa. Lakini pia mgawanyo wa viti kuto, kulingana na madaraja mbali mbali na madaraja mbalimbali na maeneo ambayo wa wat, watazamaji watakuwa wakikaa ndani ya uwanja tukasema ili kutofautisha hii sisi viti vyetu vitafuata rangi za kwenye bendera ya taifa yaani kijani, njano ama gold ile, tuna black na tuna nyeupe kidogo, ili ku neutralize huo mgawanyo wa viti. Kwa hiyo sisi tukalichukua hilo lakini, pia tukasema, Arusha ni makazi ya Wamasai. Masai, Masai yana vazi lake, shuka za Kimasai. Tukasema tutumie inspiration ya shuka za Kimasai pamoja na mavazi mengine ya Mtanzania kama kanga na vitenge katika kudesign interior design ama usanifu wa ndani. Kwa hiyo ndani ukiingia baadaye utakuta rangi ambazo zimepakwa kwa pattern, ama mitindo, ya shuka za Kimasai viboxiboxi ama bendera ya taifa ilivyojikata vile ama, uh, kanga na vitenge zivyogawanywa. Kwa hiyo zile wallpaper ndani, ceiling tutakavyoifanya hapa, uh, tutakavyoweka tiles na pattern zote za kwenye external works kwa maana ya kazi za nje, bustani pamoja na sehemu za kutembea watu kwa waenda kwa miguu na magari tumefanya kulingana na muonekano na pattern za shuka za kimasai kanga, pamoja na vitenge ambavyo ni mavazi ya Mtanzania hasa anayetoka eneo la Arusha. Kwa sisi tulijibu requirement hiyo kwa mtindo huo, na employer alifurahishwa nayo, na aka approve na ndio tunacho kitekeleza. Kama unaona nyuma yangu sasa hivi, uwanja umekaa na hiyo shape ya mlima Kilimanjaro, lakini pia ukiangalia Uh, kwa level ya macho utaona mikato mikato ya Tanzanite na Diamond inaanza kuonekana, lakini pia humo ndani baadaye tutakuwa na hizo finishings ambazo zitakuwa zimefuata uh, material ya, ya Kitanzania, lakini pia uh, garments ama mwonekano wa mavazi ya Mtanzania. Nikiripoti kutoka hapa jijini Arusha, ni mimi Amina Hussein wa Netpro News.